Kijana aliyefahamika kwa jina la Ipyana Anangisye maarufu kwa jina la Joti mwenye umri wa miaka 33, amekutwa akiwa amefariki dunia ndani ya korongo la Mto Magege unaozitenganisha kata za Ilemi na Iganzo zilizopo jijini Mbeya huku chanzo cha kifo chake kikiwa hakijafahamika. Kwa mujibu wa kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya, Malumbo Ngata, askari wa jeshi hilo walifika mara baada ya kupokea taarifa kutoka kwa raia mwema aliyepiga simu leo majira ya saa tatu za asubuhi. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya leo tarehe 27 mwezi wa tatu mwaka 2025, majira ya saa tatu na dakika 35 tulipokea taarifa ya uwepo wa tukio la maokozi kwenye mtaa wa Mwafute kata Ilemi wilaya ya Mbeya mjini hapa hapa hapa jijini Mbeya aliyetoa taarifa ni raia mwema ambaye alitueleza kwamba kuna uwepo wa mtu ambaye ametumbukia kwenye korongo ambayo lipo kwenye mtaa wa Mwafute. Kwa haraka tuliweza kufika eneo la tukio na kweli kuona kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ametumbukia eneo hilo la huo mtaa wa Mwafute ambaye ameweza kufahamika kwa jina la Anangisye Ipyana Anangisye akikadiwa kuwa na umri wa miaka 33, mkazi wa mtaa wa Mwafute aliweza kuchukuliwa na kuweza kukabidhiwa kwa wezetu jeshi la polisi kwa ajili ya taratibu zingine za, za uchunguzi. Lakini kwa taarifa za awali anaonyesha kwamba tayari alikwisha kupoteza maisha. Wakizungumza na waandishi wa habari katika eneo la tukio, baadhi ya wakazi wa mitaa ya Mwafute na Mwambeja iliyopo kwenye kata hizo mbili wakaeleza kumfahamu kijana Joti huku baadhi ya wakisema walionana naye jana majira ya saa mbili za usiku. Kwa majina naitwa Richard Abedi Mpandamila, ni mkazi wa Mapelele. Huyu jamaa namfahamu kwa jina la Joti, alikuwa ni kijana mstaarabu sana, ni mcheshi. Kwa hiyo asubuhi leo nimepata tu taarifa kuwa amefia huko korongoni, kwa hiyo nikaja kumwangalia. Kwa kweli siwezi nikatambua chochote kwa sababu siwezi kuelewa maana, kwa maneno maneno ya chini chini, wengine wanasema kwamba amepigwa, ametupiwa humo korongoni, kwa hiyo hatujapata uhakika zaidi. Jina langu linaitwa Lawrence Eli Mo, Moipop, naishi katika mtaa wa Mapelele. Huyu bwana tuka twamfahamu kama kwa jina la Joti. Dakika za mwisho jana, nakumbuka saa mbili, saa mbili na nusu, ndio nimekutana naye hapa tukasalimiana tu lakini hatukuweza kuongea chochote kwa sababu nilikuwa niko busy na picha zangu na yeye ndo yuko busy na picha zake, kwa hiyo ndo tukawa tumeachana. Kwa hivyo basi leo hii ndo nikawa napigiwa tena simu naambiwa tu kwamba bwana, kuna ndugu anasema amekufa, nenda huko, wakati nilikuwa najiandaa kwenda kazini. Ndo hivyo nasema nifike nimwangalie ni nani, ndo ananiambia ni Joti. Hata hivyo wakazi hao wakaonekana kulalamikia ubovu wa daraja lililopo kwenye mitaa yao wakisema limekuwa likihatarisha maisha yao hususani kwa watoto wadogo, na pia wanapokuwa wanasafirisha wagonjwa au waja wazito. Mimi kwa jina naitwa Fatuma Sanke, kata ya Iganzo, mtaa wa Mwambeja, shina namba 20. Hili daraja, watoto wanajifungua, mabinti wanatupa watoto, vijana wanasukuma, wanalala um, wengine wanakuta wamekufa, wengine wanapona. Tunaomba sana msaada kwa ajili ya hili daraja ni daraja bovu sana alafu, ni daraja kubwa ambalo limebeba watu wengi sana. Tua Mwanyanje, yeo Mwanyanje ni mkazi wa maeneo haya. Kwa kweli, hili daraja ni kero, kwanza. Sasa hivi wameligeuza ni dampo la kutupia watu, sio mtu wa kwanza huyu eh. Sasa hata nyewe wenyewe mkiliangalia hili daraja, nimejaribu kulalamika hata kwenye mikutano kwamba labda mikutano hii tuhame tukakalie pale kwenye daraja, lakini bado halisikiki kwa majina, anaitwa Johnson. mwaro kabisa ili daraja, tunaomba serikali tusaidie, kwa sababu ili daraja yani ni yani ni bovu sana. Tunaomba serikali, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan iweze kutusaidia ili daraja lijenge kwa, kwa kisasa kwa ubora, kama ni la chuma liwe la chuma. Nimeishia hapo, nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Joakim Nyambo wa Daily News Digital.